katika hospitali yetu kwa nakawivi katika hospitali ya Mwabepande wilaya nkaaaaa kwa jambo ambayo mimi mmeona kwamba linafaa asaidia. A, aa, anaangalia kila mtu anafanya nini. Siku ya mwisho tunaenda kuhesabiwa makosa na tuna mazuri ambayo uaa. Jambo ambayo mnalifanya hapa ni kubwa mno. Binadamu yeyote unaweza ukakuugua ukakosa dawa lakini, ukikosa damu huwa haina mbadala damu. Ukikosa uweze ukapewa maji, eti ndio mbadala yake. Damu imesema pole pole kwa, na hewa hewa ukikosa ndio basi, ndio inatangulia. Kwa jambo ambapo nyinyi mnaamua kuja kutolea damu kwa sababu ya wengine, sisi bado, kwa taarifa zenu mata shughuli nyingi kuwasalimia, kuwapongeza kwa ambayo najambea. Na katika shughuli hii, tutawaita wenzetu kutoka makao makuu Dar es Salaam ili waje waone, wasaidie na sisi na wapongeze, ili waone kwamba huku kwetu kuna watu ambao wana uwezo wa kufanya mambo a. Mbele yenu hapa, ndugu yangu, nitambulisha kwanza kaongena mamoja kuchukua shughuli zenu za dhati kwa niaba ya mpango wa taifa wa damu salama lakini kanda ya Mashariki pia. Kwa kuwa wanajau wanajai wamekuwa ni wa medali wetu wa mpango wa damu salama, mmekuwa mkifanya hivyo zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunashukuru. Pia kwa kuona kwamba iko sababu ya kuunganisha kwa hakuna mbadala la damu, wa kichagi, damu kama alivyosema kiongozi wangu. Mtu anapokuwa ni mgonjwa wa kitoji damu basi lazima binadamu wenzake ajitokeze. Kwa hiyo ni washukuru kwa kuona kwamba iko sababu ya kuunganisha basi mimi niendelee kuwashukuru kwa kazi ambayo mmefanya katika safari hii. Kuja kuwashukuru, nimeongozana na timu kutoka makao makuu au kutoka mkurugenzi, mkurugenzi, mkurugenzi pale, lakini tukiwa hapa mkurugenzi anaelewa na uongozi mzima unaelewa, umepongeza na kushukuru kwa yale yote ambayo mliona kwamba yanafaa. Ni waombe tu kwamba unapotoa damu, ni baada ya miezi kadhaa unaweza una, hakuna una changamoto yoyote, na unapopotea hisi damu unaenda kuchakata changamoto tutakuita, tukwambie damu yako kuna changamoto moja mbili tatu, tunatokaje hapa ili wewe mwenyewe uelewe, na sisi tukusaidie tunakufanyia nini. Kwa hiyo si twashukuru kwa kuja, tupongeze kazi hii kwa, kwa sababu damu ukitoa leo huwezi kujua nini kinatokea baada yas a wewe, ni binadamu, unaweza wewe mwenyewe ukatoa damu sasa hivi ukienda njiani ukapata ajali ukahitaji damu, huwe, huwe damu wewe mwenyewe, kumbe damu uliotolewa itakusaidia tena wewe. Lakini kuna dada zetu, kuna mama zetu hawa wanahitaji damu wakati wowote wanapokuwa wajawazito, itawasaidia damu za kutoa hizo. Lakini kuna watoto wadogo chini ya miaka mitano, hawa damu hiyo unahitaji sana. Lakini kuna vijana wengi ninaona ambao wamejiajiri wenyewe kupitia bodaboda ziko ajali nyingi zinatokea na wengi wanakosa damu. So, damu takatoa nini itaenda kwa walengwa ambao wanahitaji damu, na damu popote pale hainunuliwi hai. Kwa hiyo unapotoa damu kwa kumsaidia mtu ile asante, na kipoakusema asante wewe ndio baraka Mungu wanaku. So, sisi hatuna maneno mengi, tuko hapa tayari kupokea ambacho mmetuletea, lakini tunashukuru sana kwa ile ambayo mmeliona. Tuombe tu mwendelee kuhamasisha, sio timientu lakini, na wengine ambao kupitia taasisi hii msikitini tu, vijana ambao mnawalea, ekohamasisheni kwamba kuna wengine ambao hawana ndugu, wakawasaidia damu wakutolea, wanakaawai na baraka wanapata wao wenyewe. Kwa mimi nawapongeza na kuwashukuru sana nakwambia kwamba sisi milango yetu iko wazi. Halmashauri hii kuna vituo vya utoa huduma za afya thelathini na vitano vya serikali na kila kituo daa mneo ekaika leo, mko hapa watu, tuwasiliane kwa, kwa wakati wowote. sisi aa a na utakuwa tayari aawe, lakini nisije tu halmashauri au manufaa hini kwangu u mwanajai kuhudumia haraka au bila matatizo, kama wale wengine. Ambao tusiogopane damu, basi ndio basi tena. Tukana changamoto tunajificha? Hapana, tutafutane, tusaidiane. Maisha ni hapa hapa na hapa duniani. Tunafundisha vitabu vyote, iwe Korani iwe Biblia, kuongeza marafiki sio kutafuta maadui. O, kuanzia kwa leo sisi na nyinyi ni marafiki na ni ndugu sisi h tusaidiane katika hali. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nashukuru, takbir. Nashukuru na kwa shukrani zetu na sisi wezake kwako na viongozi wote kwa jumla kwa kutupokea, na watu wengine kwenda upande wa huku bado wanakuja. Wa maana yake kwamba sisi timu wengi wametoka kwa mara, lakini siri wakazi wa hapa wamehamasishwa kwa kutosha. Umepita maeneo mbali, na bahati nzuri tunapita kwenye nene